Mtazamaji tuki angazia sasa masuala ya elimu. Chama cha Kitaifa cha Walimu KNUT tawi la Trans Nzoia kimepinga shinikizo la kuhamisha usimamizi wa shule za sekondari msingi kutoka shule za msingi hadi shule za upili. Katibu wa KNUT tawi hilo George Wanjala amesema shule za JSS zitaendelea kusimamiwa na shule za msingi kwa mujibu wa mapendekezo ya jopo la watu 42 lililoteuliwa na Rais William Ruto kutathmini mtaala wa CBE. Amesema kamati hiyo ilikusanya maoni wananchi na kuwasilisha ripoti yake ambayo sasa inatekelezwa. Hao walimu wa, wa, walio kwenye shule za msingi, kuna wale tayari ambao wamekuwa deployed wameingia wa wa kwa junior school, wale walikuwa na na zile qualifications. A majority of them wameenda junior schools na watoka primary schools and they are doing a great job. Alafu kuna shule ambazo tunapozungumza sasa hizi hasina walimu na wale walimu ambao wanafanya kazi kule na wale walimu wa shule za msingi. Maana sisi walimu wa shule za msingi tunajua jinsi ya, ku, ya kulea watoto wadogo. Ndio maana tunaitwa shule za msingi. Kwa hiyo inaitwa eleven. Hii eleven ilikuja ikaikwa ikakuwa DMS Secondary School. Kulikuwa na madarasa mawili form 5 na 6. Na haya madarasa, walimu ambao walikuwa wanafunza hiyo, hawakusema wanataka kujitenga wawe na kitengo chao. Waliingia kwa shule ambazo zilikuwa wakakuwa na kila kitu stafuru moja na kila kitu, na kila, kila kitu kimoja. Afkiri watu waelewe. Kwa hivyo domi sasa do kijaza leo kwa sababu ilidadisiwa na ikakubaliwa ya kwamba junior school ibakia katika shule za msingi. Hilo swala liendelee hivyo hivyo, na watu ambao wanakimbia huku na kule kwa sababu ya ubinafsi wa kujitakia wanachama waachane na watoto, waachane na wanafunzi, wasaidie serikali.